Mjasiriamali shambani ili tuweze kujifunza. Hiki unachokiona sio majani, hiki kitu unachokiona sio majani ya viazi, hiki kitu unachokiona ni mboga bora sana mwilini, ina afya za kutosha, ina uwezo pia wa kuongeza vitu kaza wa kaza ndani ya mwili. Hii sio mboga nyingine, ni mboga ambayo inaitwa tembele. Tembele ni mboga ambayo ni bora sana, ni mboga ambayo ni pendwa. Watu wengi ambao wanaojua ubora wa hii mboga wanaipenda sana, na huwa wapendi kuikosa. Ni mboga ambayo ina muonekano wa aina yake, ni mboga ambayo inavutia ni mboga ambayo ni muhimu hata ndani ya mwili wa wanadamu. Nataka nikwambie hivi, katika mazingira yote ambayo ambayo watu wanaoishi, na katika mazingira ambayo watu wanaijua hii mboga, ni aina ya mboga pendwa sana miongoni mwa mboga ambazo huwa zinapendwa sana kutumiwa katika ukanda ambao nio, nilioko, pia na hii mboga ipo, mboga ya tembele. Hii mboga imenipa faida kubwa sana kwenye maisha yangu. Hii mboga imenifanya niweze kuondokana na tatizo la kukosa hela kwenye mfuko wangu. Hii mboga imenifanya niweze kuondoa baadhi ya zana ambazo wengi wamekuwa wakiamini kuwa maisha ya sasahivi ni magumu, maisha ya sasahivi yamekuwa tight, maisha ya sasahivi hayaeleweki, maisha ya sasahivi hayasomeki. Tembele mimi limenipa vitu vingi, limenipatia hadi mtaji.